Mhudumu, mpelekee ile dada henesi kubwa. Sawa bosi. We mhudumu, vipi? sisi hatujaagiza henesi. Yule kaka ameniambia nikuletee. Mrudishe henesi yake, hatuna shida nayo. Bosi, yule dada amekataa. Sawa, naiomba. Warembo, mambo zenu poa? Mrembo, mbona nimekuagizia kinywaji cha gharama hivi halafu unakataa? Kaka, hebu naomba muache Huyu ni mke wa mtu mtarajiwa, kwanza kesho anafunga ndoa na mume wake kipenzi. Hata kama ni mke wa mtu mtarajiwa, lakini kila mwanamke ana gharama yake. Hebu jiangalie kwanza, mtu mwenyewe unaonekana choka mbaya. Halafu kama una pesa, si ununulie tu pombe ili tujue kuwa wewe ni tajiri? Hilo tu. Mhudumu! Naam bosi. Mpe kila mtu kinywaji chochote anachohitaji, mimi nitalipa. Unafikiri Kununulia watu vinywaji ndio njia ya kumpata? Hebu kwanza niambie mrembo, hanimuni yenu mnakwenda wapi? Tunakwenda Dubai. Oh, Dubai huku kila mtu anatamani kwenda hanimuni, wakati mimi kila siku naenda kunywa chai huko na, na kwa idi, ukikubali kuwa na mimi nitakutembeza dunia nzima, yaani utatembea angani kama barabarani, kila siku kwako itakuwa kama sikukuu. Oh, jamani, we kaka, mbona unanitamanisha? Anakutamanisha hivi cha usiku, umesahau kuwa kesho unafunga ndoa? Tafadhali naomba uachane na huyu kaka asija kwa kuharibia ndoa yako na Sam. Kwa hiyo unakubali rafiki yako wa kupangia maisha yako? Hapana, sikubali. Hebu tuachane na hayo kwanza. Huyu mwanaume wako anaishi wapi? Amepanga nyumba nzima Buza. <laughs> Uh, <laughs> Sasa ni kipi kinachokuchekesha hapo? Ah, samahani. Kwa hiyo hapo ndo mnapotarajia kuishi baada ya kufunga ndoa? Ndiyo. Sikia mimi, naishi kwenye kisiwa changu binafsi, na tukienda huko utakuwa na wafanyakazi wengi watakaokuhudumia kwa kila kitu, na wewe utaishi kama malikia, lakini pia utakuta magari mengi ya kifahari. Kwa hiyo utachagua uendeshe lipi, kwa sababu yapo ya kila aina. cha usiku tafadhali usikubali kumsikiliza huyu kaka. Kumbuka kesho ni ndoa yako. Ngoja nikwambie kitu kimoja, wewe ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Kuwa unabaki na mwanaume anataka kukuoa ambaye hana chochote cha kukupa, au unaenda na mimi ambaye tayari nina mafanikio, ili ukaishi kama peponi. Lakini tafadhali, kawa hujafanya maamuzi, naomba usikilize moyo wako na sio marafiki. Mm, rafiki zangu, mimi nadhani moyo wangu umempenda zaidi huyu kaka, hivyo nafikiri simkubalie, au mnasemaje? hivi ujue cha usiku, hata mimi mwanzo niliona kama huyu kaka anastahili kuwa na wewe, lakini kwa aliyoongea hapa, mimi naona bora tu umkubalie. Kwa sababu kuolewa na mpambanaji kweli ni changamoto, yaani unaweza usiishi kwa raha hata kidogo. Ila kwa huyu kaka nina uhakika unaenda kuishi kama paradiso. Hivi nyie mnaongea nini hapa yani? Hata wewe mbona uliyekuwa ukimshauri cha usiku vizuri, sasa hivi umegeuka? rafiki zangu, labda niwaambie tu, hizi nafasi huwa hazijirudii mara mbili. Halafu hata mimi pia nikimkataa kuna msichana mwingine atamkubali, kwa hiyo mimi niko tayari kwenda naye. Kwa hiyo baada ya kusikiliza maneno ya huyu kaka, sasa hivi uone umuhimu wa Alex, sio? Hebu acha kujitoa ufahamu malaika. Kwani huyo Alex ameshawahi kumfanya cha usiku kitu gani cha maana hadi unamtetea? Yaani, mwenzie amekuja tu hapa siku ya kwanza, lakini ametuspoili mpaka sisi marafiki zake, tena kwa vinywaji vya gharama. Hebu mwache mwenzie wakale kale raha bwana, kama wote mmeungana ni sawa, lakini Cha usiku utayakumbuka maneno yangu. Asante Malaika kwa ushauri wako, lakini mimi sitabadilisha mawazo yangu. Kama tayari umeshafanya maamuzi, nadhani ni vyema tuondoke, ili ukaanze kuishi maisha yanayostahili. Sawa mpenzi, mkawe na maisha mema. Hivi Mona, kwa nini umemshauri chausiku aondoke na yule kaka? Huoni kuwa huo ni ushauri mbaya? Sikia ya rafiki yangu, yule ndiyo mwanaume anayepaswa kuwa na chausiku. Hivi hujui kwamba kwa pesa alizokuwa nazo yule mwanaume, na sisi kama marafiki wa chausiku, lazima tuzifaidi? Unachosema ni sawa, lakini mimi naomba mnitoe kwenye huo mpango wenu. Sawa, chaguo ni lako, sisi hatukulazimishi. Kwa hiyo, huu ndio mwisho wa mahusiano yetu, siyo? Hata mimi sikutegemea kama ingekuwa rahisi hivi. Hebu subiri kwanza, kwa nini? Nini kinaendelea hapa? Vipi, tumekusurprise? Tafadhali naomba kujua kinachoendelea hapa dada. Hili lilikuwa jaribio tu na umeshindwa moja kwa moja. Alex, mpenzi wewe, unajua ni jinsi gani mimi nakupenda. Tafadhali naomba usimsikilize huyu mjinga. Unasemaje, unanipenda? wakati umeamua kumchagua mwanaume mwingine na kuniacha mimi, kisa ahadi alizokupa. Lakini bebi, mimi hata sikuwa na nia ya kuondoka naye. Kama hukuwa na nia ya kuondoka naye, kilichokufanya uingie kwenye gari ni nini? Bebi, tafadhali naomba tuachane na hiki kinachoendelea hapa, kumbuka kesho ni harusi yetu. Ina maana sasa hivi akili yako ndio inafunguka na kukumbuka kuwa kesho ni siku ya harusi yetu? Sasa kwa taarifa yako hakuna tena harusi. Na leo ndio mwisho wa mahusiano yetu. Tafadhali mpenzi, usinifanyie hivyo. Nimesema sikutaki tena, kwanza shuka kwenye gari langu. Bebi, kumbe hili gari ni lako? Ndiyo, hili gari ni la kwangu, na lilipaswa kuwa zawadi yako siku ya harusi yetu, lakini kwa kuwa umenisaliti, hili gari nitalitumia mwenyewe. Bebi mwenzio nakupenda, tafadhali naomba usiniache. Wewe naona hatuelewani. Hebu shuka kwenye gari langu, toka bwana! <laughs> Shausiku, unalia nini na mbona huko peke yako Alex? Alex amefanya nini? Alex ndio aliyemtuma yule kaka ja anipe mtihani, na kinachoniumiza zaidi, kumbe ile gari lilikuwa ndio zawadi yangu ya harusi. Jamani, pole sana, cha usiku. Sasa pole itamsaidia nini? kilichobaki hapa ni kuita bodaboda ije imchukua ya rudi Uswahilini.